Ndugu watazamaji, hivi ulishawahi kujiuliza ni yapi madhara ambayo huwa yanatokea pindi ambapo utatumia feni kwa kipindi cha muda mrefu sana? Ama kwa lugha fupi tunasema madhara ya feni ni yapi? Dr. Lucas, niko sambamba na wewe kuyatambua madhara ambayo yanazalishwa na feni, aidha majumbani ama makazini.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 zinavyotumika sasa. Hapa tuna pointi kumi, pointi hizi kumi ambazo tumewaandalia. Pointi ya kwanza na pointi ya pili ni pointi ambazo tumehiandaa na zina msisimko mkubwa sana, hivyo swala swala la msingi ni wewe kufuatilia pointi hizo na kuweza kuzijua. Hizo pointi kuu mbili ni zipi hasa? Tukianza na pointi ya kumi, feni hupunguza joto la mwili. Feni husaidia kupooza mwili wakati wa joto kali, hivyo husaidia kuepuka mshtuko wa joto ambao tunaita heat stroke. Namba tisa, huongeza mzunguko wa hewa. Husaidia kusambaza hewa safi katika chumba, hivyo huboresha upumuaji Namba nane hupunguza unyevunyevu mwingi. Kwa maeneo yenye unyevunyevu mwingi, feni husaidia kupunguza hali hiyo na kufanya mazingira yawe rafiki zaidi kwa afya. Namba saba inaweza kusababisha kikohozi pia hata mafua, ikiwa feni inavuma moja kwa moja kwa mtu aliye karibu, inaweza kusababisha ngozi na macho kukauka. Namba sita, huongeza mzio ama allergy. Feni zinaweza kuambatana na vumbi, pollen au chembechembe -chembe za uchafu ndani ya chumba, na hivyo huzidisha matatizo ya mzio. Namba tano, huweza kusababisha maumivu makali ya misuli. Upepo wa moja kwa moja kwa muda mrefu unaweza kusababisha kukaza kwa misuli, hasa misuli ya shingo, pia hata ya mgongoni. Namba nne huweza kuongeza usingizi kwa baadhi ya watu. Sauti ya feni na upepo wa baridi unaweza kusaidia wengine kupata usingizi mzuri. Namba tatu, huweza kusababisha matatizo ya sinus kwa baadhi ya watu. Upepo mkali wa feni huweza kuleta ama kuzidisha matatizo ya sinus. Kabla hatujaenda kuziangalia pointi zetu mbili, ya kwanza pia na ya pili, pointi hizi ambazo zinamsisimua, naomba kuweza kukumbusha, kama tu wewe ni wa kwanza fungua chaneli hino usiache kubonyeza neno subscribe, na kubonyeza alama ya kengele ili tuwa wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazi upload. Point pit no, inaotukamatia namba mbili madhara ya feni, athari za feni ni pamoja na feni inaweza kusambaza harufu mbaya ikiwa mazingira si safi feni inaweza kusaidia kusambaza harufu mbaya ama inaweza kupelekea kusambaa kwa harufu mbaya, na hivyo huathiri afya ya mfumo wa kupumua. Namba moja na pointi ya mwisho kabisa, inaweza kusababisha kikohozi pia hata mafua, ikiwa feni inavuma moja kwa moja kwa mtu aliye karibu inaweza kusababisha baridi, mafua au kikohozi hasa nyakati za usiku. Kwa pointi zote ambazo tumeweza kuzipitia, hiyo yote ilikuwa ni madhara ya matumizi ya feni. Feni zinaathiri vipi afya yako? Hivyo ni swala la msingi wewe kuweza kuzingatia kwa wakati wa matumizi ni kwa muda gani unaitumia. Kwa madhara hayo ambayo tumeweza kuyaorodhesha, ni umakini unahitajika. Faida na hasara, kila kitu kina faida pia na hasara. Swala la ujenzi wa afya ni swala ambalo linatuhusu sisi sote, hivyo upande huu pia kwa wale ambao wanakumbwa na matatizo yoyote yale ya kiafya wasisite kunitafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako. Ikumbukwe swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Nitafuta wakati wowote wa ule, utaweza kujibiwa maswali yako yoyote yale, hasa hasa pia kwa wale ambao wana matatizo ya vidonda vya tumbo, wasisite kunitafuta, kwani tunazo dawa ambazo zinasaidia kupunguza makali hata ku maliza kabisa tatizo hilo la vidonda vya tumbo. Na uzuri ni kwamba popote pale ulipo, hewe Mtanzania, una uwezo wa kufikiwa popote pale, kwa gharama nafuu dawa hizo zikakufikia na, zika na ukaianza dozi mapema. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wameendelea kuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukiziposti. Kwa hayo yote, sina cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru tu, asanteni.